Endelea na kipindi chetu kama kawaida eh, aliyopo mbele yetu hapa ni dada malikia wa nguvu, ni dereva truck drivers. Dada habari yako? Salama, habari yako? Safi. Mambo anasemaje? Safi. Habari ya kazi? Safi. Pole na mwendo. Asante sana. Unaelekea wapi? Mimi nakwenda Ndola. Unaenda Ndola? Ndio. Kwanza ni kupongeze sana kwa dereva mwanamke ndio, ambaye unaendelea unaendelea na majukumu ya udereva. Sawa sawa. Uh, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina Mwavita Bakari Dutch. Mwavita Bakari Dutch, unafanya kazi kampuni gani? Nafanya kazi kampuni inaitwa Mbeya kwetu. Mbeya kwetu ndio. Hongera sana una Asante. miaka mingapi tangu uanze kuendesha gari? Nina miaka sita. miaka sita yes. au hujawahi kupata ajali? Ah, sijawahi kupata ajali. Sasa hivi kuna wimbi kubwa sana la ajali barabarani, ndio. Sawa, ndio, unadhani chanzo ni nini? Kwanza chanzo ni mwendo mkali kwa madereva, ndio, kutembea kwa spidi kubwa. Na pili, barabara, kuna baadhi ya barabara ni finyu kidogo. okay. kwa hiyo inatakiwa kutembea kwa tahadhari. Sasa hivi magari yamekuwa mengi, miundombinu yetu ndio ile ile. Kama tunavyoona, serikali inajitahidi, inafanya ujenzi wa barabara ili kuhakikisha tunakuwa na barabara pana. Sawa sawa. Kwa hiyo e, wito wetu, wito wako kwa madereva, ndio sasa ni nini, yaani unawasisitiza nini? A madereva tuchukue <laughs> tahadhari, kwa sababu barabara zetu bado ziko kwenye matengenezo no. Alafu magari yamekuwa ni mengi, barabara ni nyimbamba, kwa hiyo tuangalie tu mwendo wa kawaida ili ufike safari yako. Asante sana, ndio uh, unawaambia nini kizazi kipya cha madereva? Kizazi kipya cha madereva uh. Nawawapa tu tahadhari hii. Kazi ni nzuri kama utaendanayo vizuri, na hii kazi pia ni ngumu kama utaendelea vibaya. Lakini kwa madereva wajao, ninachoambia wajifunze magari pia, waende kusoma ili kujua zaidi sheria za barabarani. Asante sana e, kiongozi. Dada yetu dereva malikia wa nguvu anasisitiza kuhakikisha kwamba tuwe makini lakini twende shule tukasome ili kujua sheria za usalama barabarani. neno moja kwa madereva wa kike kama wewe mm. Madereva wa kike kama mimi, kwanza nawapongeza wanawake wenzangu kwa kupambana, ndio na pia nasema wanawake wa kike tusio waoga Tupambane, uh -huh. Tukaze buti, mje wengi sana mje wengi zaidi ya sisi jali, tuongezeke, tuwazidi wanaume. <laughs> Mpenzi mtazamaji, dada yetu anasema madereva wa kike natakiwa wawe wengi eh, kuliko wanaume na ni kweli tukifanya tasmini. yeah. Na huwa napenda kupitia mapitio mbalimbali miaka mbali, yeah. ya kuanzia mwaka 1979 mm. Kihistoria nchi yeah. za Skandinavia sawa. Canada, Sweden, madereva walikuwa wanaendesha mabasi wengi walikuwa ni wanawake. Ndiyo. Lakini tukija katika mazingira ya kawaida ndiyo, eh, madereva wa kike ni agarabu sana kushuhudia ajali ambayo imehusisha dereva wa kike. Ndiyo. Ni kwa sababu labda tunachukua tahadhari sana na udereva, tuko wa, wa... makini, sio so uoga tuko makini tu mwanaume wanaume, wanaume si mtu wa kujiamini muda wote, anasema tu hapa mimi napita. Vipi kuhusu uadilifu kwenye, kwenye management za makampuni mbalimbali kwa madereva wa kike maanake? Kuna baadhi ya kampuni wanalalamika madereva wa kiume wengi wanakuwaga wasumbufu, sio wote. Wengi wanakuwaga vipi wa kike? Katika kampuni yangu mimi, kiukweli madereva wa kiume wananiheshimu sana. Ndio. Na tunaishi vizuri, tunashirikiana, hakuna hmm, tabu yoyote ha. hmm na kwenye kampuni yenu madereva wa kike mko wangapi? Niko peke yangu. kwa Nini usiwavute na wenzio? Ndio naendelea. kwa eh, unadhani ni muda gani ambao una, unaweza ukafaa kwa, kwa mtu ili awe amekomaa mpaka aweze kuwa dereva wa masafa marefu? Inategemeana na kichwa cha mtu ndio. Kwa mfano mimi nimejifunza gari siku 90, miezi mitatu. Miezi mitatu aha, miezi mitatu hiyo nikawa niko vizuri Sawa. Sasa, <coughs> kwa nini sisi kama madereva tusipeane hamasa moja kwa kimfano, mtu ameenda zake veta sawa, yes. amesoma Wamemtaini vizuri amepita na ufaulu mzuri yeah. kabla hajaenda ku, kuchukua ajira kwa, yeah. Kwa nini uh, tusingekuwa na ka utaratibu ketu kwamba tayari umeshakuwa dereva yeah. Lakini kaa angalau hata miezi sita, upate uzoefu wa barabara, kwa sababu ajali nyingi mi nazoziona yeah. Watu kwali, mtu amesoma ana cheti chake, lakini uzoefu hana. Kwa kimfano hapa kuna mlima Mbalizi sawa, kuna ule mlima Inyara, juzi kuna ajali imetokea Inyara pale gari imeenda kuingia nyuma ya gari nyingine, tunaenda kuangalia mtu alikuwa anashuka na namba kumi hivi. Katika udereva wa kawaida unaweza ukashuka na namba kumi hapa, hauwezi kwa sasa. Tumekuwa tume, na tunazalisha madereva wengi yeah. Sawa, lakini wengi wao hawana weledi wa kiutendaji yeah. Kwayo ni vema sasa tungepeana ushauri sisi. Kweli tuna njaa, ni kweli, sasa hivi makampuni yanahitaji madereva yeah. Lakini ni vema kwamba baada ya kupata cheti chako Eh, driving license yako. Ndiyo. Ukatembea na dereva mwenzio ukakaa, ukapata uzoefu uzo, ili ukiingia barabarani usipate usi matatizo kabisa, hilo eh. Ni sahihi kabisa, hata mimi nakuunga mkono kwa hiyo <laughs>